Uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu? Ni matumaini yangu kwamba huu mzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana. Ni kukaribishe tena katika mwendelezo wa habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Ninaamini kuwa wengi tunafahamu kwamba mwanaharakati na mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Mdude Mpaluka Nyagali siku ya tarehe 2 mwezi huu wa tano na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano majira ya usiku, alivamiwa akiwa nyumbani kwake Mbeya na kushambuliwa na watu wasiojulikana na kisha kutokomea naye kusikojulikana, ambapo jeshi la polisi lilijitokeza na kutoa taarifa kwa umma, huku likisema kwamba linashughulikia jambo hilo la Mdude kwa maana kwamba jeshi lilianza na kuendelea na uchunguzi. Katika hatua za awali, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilitoa wito kwa mtu yeyote mwenye taarifa za mahali alipompaluka Saidi Nyagali maarufu Mduda azitoe ili kufanikisha kumpata pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hilo ili waweze kukamatwa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, muda mchache tu mara baada ya taarifa kuenea kwa kasi sana hasa mitandaoni kuhusu Mdude Nyagali kuvamiwa na kushambuliwa usiku wa manane na kisha kutokomezwa kusikojulikana na watu wasiojulikana. Tangu kupotea kwa Mdude, makada wanachama, pamoja na viongozi wa Chadema wamekuwa wakifanya kila jitihada ili Mdude apatikane. Leo tunakusogezea habari hii ya wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi alivyobanana na polisi juu ya sakata la Mdude Nyagali, lakini pia vile vile tutakupa stori ya Mdude Nyagali pamoja na misukosuko aliyopitia akiwa mwanaharakati mwanachama wa Chadema ili umjue Mdude japo kwa uchache tu. Hebu tuanze na hii ya wakili na rais wa TLS Boniface Mwabukusi alivyobanana na polisi juu ya Mdude Nyagali, kisha tutakwenda kwenye chanzo cha Mwabukusi kubanana na polisi. Tutakupa stori ya Mdude pamoja na misukosuko mizito aliyopitia akiwa mwanaharakati mwanachama wa Chadema, kisha tutamalizia na jinsi ambavyo makada wanachama pamoja na viongozi wa Chadema wanavyopambana kumpata Mdude Nyagali tangu kupotea kwake. Wakili na rais wa TLS Boniface Mabukusi anayasema haya kupitia kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter kuhusu Mdude Nyagali juu ya taarifa ya polisi yenye kichwa cha habari kisemacho Jeshi la Polisi Mbeya latoa la onyo kali, na mnukuu hapa: Wakili Mabukusi anasema, kama kweli tamko hili limetoka jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, kwa nini halijasainiwa? tunaliomba jeshi lithibitishe uhalali wa barua hii, na kama imetoka kwao basi, watu wote wenye utimamu wa mwili na akili tutalitaka liache uchunguzi dhidi ya suala la Mdude kwani kwa barua hii ni wazi kwamba tayari jeshi la polisi litakuwa limepanic na linashughulika na wahanga na kuacha jukumu lake la msingi na kujigeuza kutetea wahalifu wanaotuhumiwa. Hao askari wanaotuhumiwa wanafahamika kwa sura na majina na kuanza kuwa exonerate kupitia barua hii. Kama kweli ni ya polisi, itakuwa uthibitisho kuwa uchunguzi unaoendelea ni kiini macho na kutupotezea muda. Marafiki wa Mdude, kipaumbele chetu ni Mdude Mpaluka Nyagali apatikane akiwa hai. Hatutaogopa kitisho cha kiumbe mtu au mamlaka yoyote chenye lengo la kututisha au kutaka kutudhuru au kutufubaza au kutunyamazisha tumsahau ndugu yetu na rafiki yetu Mdude Mpaluka Nyagali, iwe iwavyo. Tunamtaka Mdude Mpaluka Nyagali akiwa hai. Huu ujinga wa utekaji na kucheza na maisha, eh, na kucheza na maisha yetu hatuwezi kuvumilia tena. Yeyote anayetutisha lazima atakuwa mhusika wa moja kwa moja katika uhalifu huu dhidi ya Mdude. Tunamtaka Mdude mpaluka Nyagali akiwa hai, sisi siyo mbuzi wa kafara. Aluta kontinua, mapambano dhidi ya dhuluma na utekaji yanaendelea, na ushindi ni lazima. Hayo ndiyo ambayo ameyazungumza wakili msomi Boniface Mwabukusi kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter kuhusu Mdude Nyagali juu ya taarifa ya jeshi la polisi yenye kichwa cha habari kinachosema: Jeshi la Polisi Mbeya la toa onyo kali. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limetoa onyo kali kwa watu binafsi na vikundi vinavyotoa tuhuma dhidi ya askari wake bila ushahidi, kufuatia tukio la kupotea kwa Mpaluka Saidi Nyagali maarufu Mdude, ambaye ni mfuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Mei 10 mwaka huu wa 2025, Jeshi hilo limethibitisha kuwa linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo la Mei mbili mwaka huu wa 2025 ambapo Mdude alivamiwa kujeruhiwa na kisha kutoweka kusikojulikana. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na uchunguzi wa tukio la tarehe mbili Mei mwaka huu wa 2025 la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa mpaluka Saidi Nyagali maarufu Mdude na watu wasiofahamika na kisha kutoweka naye kusikojulikana, imesema taarifa hiyo rasmi. Taarifa hiyo imeeleza kuwa licha ya juhudi zinazoendelea, baadhi ya viongozi wa Chadema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 wote wenye nia ovu dhidi ya askari wake au familia zao. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa onyo kali kwa mtu au kikundi chochote cha watu wenye nia ovu kutojaribu wala kuthubutu kujihusisha na uhalifu wa aina yoyote ikiwemo kudhuru askari ama familia za askari. Vile vile kabla ya kufikiria kufanya hivyo, wajio wajionye sana na wasifikiri kufanya kitendo hicho ni rahisi kwao, imesisitiza taarifa hiyo. Aidha, jeshi hilo limeweka bayana kuwa halitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi ya watakaotoa tuhuma au matamko yasiyo na msingi yanayohamasisha uhalifu. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya halita sita kumchukulia hatua za kisheria na kumshughulikia mtu au kikundi chochote cha watu watakaojaribu kufanya uhalifu kutokana na matamko au kauli hizo zinazotolewa, limeonya. Uchunguzi juu ya kupotea kwa Mdude Mpaluka Nyagali bado unaendelea huku jamii ikiombwa kutoa ushirikiano wa taarifa kwa vyombo vya dola. Kwa mujibu wa ripoti ya BBC Swahili ya tarehe kumi mwezi wa tano mwaka wa 2019 inasema, Mdude Chadema mkosoaji wa serikali ya Tanzania aliyetekwa na watu wasiojulikana ni nani? Mdude Nyagali tangu mwaka wa 2016 amekuwa mkosoaji wa serikali ya Tanzania katika mitandao ya kijamii. Inaarifiwa ni mzaliwa wa kijiji cha Isongole, wilaya ya Ileje katika mkoa wa Mbeya mnamo tarehe 25 Agosti mwaka wa 1987. Binafsi, katika blogu yake Mdude Nyagali.simplesite anajitambulisha kama mpiganiaji uhuru wa kujieleza na uhuru wa kuwepo mdahalo wa kisiasa. Changamoto tunazopitia wapinzani katika taifa hili ndio changamoto walizopitia wanafunzi wa Yesu wakati wakieneza Ukristo. Sasa tusife moyo, tupambane kulitetea taifa. Tunaweza kufungwa kupotezwa au kuuawa, lakini itakuwa heshima, tutakumbukwa vizazi na vizazi, anasema katika blogu hiyo. Alijiunga na chama cha siasa cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, mnamo mwaka wa 2008 na amekuwa akijihusisha katika siasa ikiwemo kusimamia kampeni za kisiasa za wagombea katika chama hicho cha upinzani Tanzania. Mdude amekuwa akikosoa utendaji kazi wa serikali ya chama tawala CCM kwenye majukwaa ya kisiasa pamoja na katika mitandao ya kijamii. Ametumia mitandao ya kijamii kama Twitter kuikosoa serikali, kama katika ujumbe huu wake wa mwisho wiki iliyopita kabla ya taarifa za kupotea kwake kuchipuka. Amewahi kushtakiwa kwa kosa la uchochezi dhidi ya serikali. Kwa mujibu wa CHADEMA, mtiririko wa matukio haya yaliyoorodheshwa na John Mrema, wakati huo akiwa mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje wa CHADEMA, ndiyo yanayowapa mashaka kwamba vyombo vya dola vinahusika katika yaliyomkuta Mdude. Agosti 26 mwaka wa 2016 Mdude akamatwa Vwawa. Agosti ishirini na nane mwaka wa elfu mbili kumi na sita ahamishiwa kambi ya FFU Mbeya. Agosti ishirini na tisa apelekwa Dar es Salaam na kuwekwa Oyster Bay polisi. Septemba moja mwaka wa elfu mbili kumi na sita apelekwa hospitali ya Mwananyamala Dar es Salaam kufuatia madai ya kuteswa. Septemba 13 polisi wamwondoa hospitali Mwananyamala na kumpeleka Vwawa. Septemba 14 afunguliwa kesi ya mashtaka ya kuandika uongo. Aprili mwaka wa 2017 Mdude ashinda kesi. Novemba mwaka wa 2017 Akamatwa tena vwawa na kupelekwa Dar es Salaam ambako aliwekwa kituo cha polisi cha Central kwa siku 21. Baada ya hapo, arudishwa vwawa ambako afunguliwa kesi ya uchochezi Novemba mwaka wa 2018. Kwa mara nyingine, Mdude ashinda kesi. Januari mwaka wa 2019, Mdude aandika notisi ya kulishtaki jeshi la polisi. Machi mwaka wa 2019 afungua kesi mahakama kuu kanda ya Mbeya na kumshtaki inspekta jenerali wa polisi RPC wa Songwe, mwanasheria mkuu wa serikali na askari polisi watatu. Hata hivyo, polisi wamekanusha kuhusika na kutekwa kwake na wanaendelea na uchunguzi juu ya tukio hilo. Chama kikuu cha upinzani Chadema wamevitaka vyombo vya usalama kutoa taarifa awali kuhusiana na madai ya kutekwa, kuteswa na kisha kukutwa akiwa ameumizwa Mdude Nyagali. Inaarifiwa wanakijiji walimpata ametupwa katika kijiji cha Makwenje wadi ya Inyala katika jimbo la Mbeya